navyoviona kwenye dunia ye mwanzo, katika macho unaona ni vitamu kweli kweli, kama hakuna kitu kingine lakini, lazima nikuambie kwamba vinafunga baraka zako kwa Mungu wako mbingu. Lazima umujulishe Mungu wako alafu aakai mstari wa kwanza mpaka wakati eh, wa pili moja sita mpaka kumi na mbili. Biblia inatueleza pale habari ya Selemani ni ali, alijua aliua somea wakati wa, wa pili moja, wakati wa pili moja mstari wa sita mpaka kumi na mbili Selemani, na anaulizwa na Mungu Unataka nikufanyia kitu gani? Sijajua ukiulizwa unataka la gari vile. Eh, nataka hela. Mimi. Ah, ndio. Ndio. Ndio. Sulemani huko madhabahu ya shaba mbele za za Bwana, imani pa kukutania, sadaka elfu za kuteketezwa. Sasa Sulemani alitoa sadaka ndio. Usiku ule ule Mungu akamtokea Suleiman ndio, akamwambia hey. omba utakalo nikupe. sema sema nani? Suleimani akamwambia Mungu, ndiyo, umenifanyia baba yangu Daudi fadhili kuu ndio, Af ndio, nawe umeni Urejesho TV. Habari e, njema e kwa wote. Basi sasa nipe hekima na maarifa nijue kutoa na kukuingia basi sasa nipe hekima na maarifa nijue kutoka Aye, kuingia mbele ya watu wako kwa kuwa ni nani hawezaye kuwahukumu watu wako walio wengi. kumi na moja naye ne Mungu akamwambia Suleimani, kwa sababu neno hili ulio liwamo umoyoni mwako Aye, wala alikujitakia mali utajiri wala, wala utukufu wala maisha ya ku, wa kuchukia, uh, wala kujitakia maisha ya siku nyingi uh, bali umejitakia hekima na maarifa ndio uh, upate kwa hukumu watu hawa niliokutawaza juu yao. Ndio sura kumi na mbili. Basi uh, uh, hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri uh, na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme uh, wote waliokuwa kabla yako uh, wala baada yako uh, uh, apata kuwa na mtu uh, uh, atakayekuwa ataka uh, Akaja Sulemani kutoka mahali pa juu pa Gibioni kutoka mbele ya ekima yeah. Hema ya kukutaniani mpaka Yerusalemu, akatawala juu ya Israeli. Kio endelea wenyewe yeah. Alezazeza Mungu alipo mpa utawala aufale Sulemani, atikuseme kwamba kama ulipopewa kuokoka Selemani atakaomba Mungu amsaidie hekima. Wa kwa sababu mtu aliyokoka lazima uone hekima ndio usimame na ukovu. Yeye lazima nikwambie ukweli. Usipokuwa na hekima huwezi kusimama na ukovu hata siku moja. Usipoomba Mungu akakupa kibali cha kutembea uwezi. Usipomtanguliza Mungu wako ajulikane kile unapokuepa uwezi. Sasa, Selemani atamwambia Mungu, ninaomba hekima, unipe hekima kwa sababu alijua Mungu wetu ni Mungu wa hekima. Akamwambia Selemani, kwa sababu ujajitakia utajiri, ujajitakia maisha mengi ya dunia hii, ukijitakia vitu vya kifahari, sasa ninakwambia Selemani, hekima ulioomba nimekupa, utapata. Alafu hata yale ambayo ujaomba sasa nitakupa, wala hata kuwepo mtu tajiri kama wewe katika nchi na ulimwengu. Kwa hiyo kilichookoka namba moja, omba Mungu akusogeze kwenye viwango huduma yako ukinyanyuka, huduma yako na vyote vinapatikana, kwa sababu yule azuiaye hatapata nafasi, kwa sababu kila silaha itakainua ndani ita yako itaweza kupenya. Hujua maisha yetu anaaribiwa kwa sababu shetani anapenya oh. Shetani ndiye anayeharibu maisha ya watu. Shetani ndiye anayezuia karama yako, ndio maana waambia kwamba usije ukaangalia mtu na kwambia.